Msanii wa muziki kutokea Rwanda Bruce Melodie imethibitishwa kuwa amefanya kolabu na msanii wa hapa nchini Tanzania Diamond Platinumz. Hili imethibitishwa na The New Times Rwanda, ambao wamesema kuwa Bruce Melodie alifunga safari kutokea Rwanda moja kwa moja nchini Tanzania, na alipata nafasi ya kuingia studio na msanii huyo ambaye amemlipa kiasi cha fedha dola 40 so na pesa za Kitanzania milioni 100 kwa ajili ya kupata verse ama Diamond Platnumz kushiriki kwenye kazi yake ya kimuziki msanii amekuwa akiweka jitihada kubwa sana hasa kwa kujitanua kimasoko ulimwenguni kwa kushirikiana na masta mbalimbali. Hii itakuwa si mara kwanza kwa kufanya kazi na msanii wa Tanzania, alishiriki ama walishirikiana kwenye kolabo na Harmonize inaitwa Zanzibar. Na upande wa Diamond Platnumz, huyu atakuwa ni msanii mwingine wa Rwanda kushirikiana naye baada ya The Ben ambao walikuja na kazi inaitwa y amekwisha kufanya kazi na wasanii wenye majina makubwa kwa Afrika Africa, na nje ya Africa, ukiachana na Harmonize kuna Bien Shaggy na wengine. So kwa sasa hiki ndicho ambacho kinasubiriwa Bruce Melody pamoja na Diamond Platnumz ka vizuri. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga.